Takriban watu 130 wamekufa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jaribio la wafungwa kutoroka katika gereza la Makala. Gereza hilo kubwa zaidi nchini humo lipo mji mkuu Kinshasa. Kulingana na mamlaka nchini humo, baadhi ya watu hao waliuawa kwa kupigwa risasi na wengine walikufa kwa kukanyagana katika gereza la Makala, lililokuwa na idadi kubwa ya wafungwa kuliko uwezo wake. Watu 59 walijeruhiwa katika tukio hilo na wanahudumiwa katika vituo wa mbalimbali vya afya. Kulingana na wakazi wa eneo hilo, milio ya risasi ilisikika ndani ya gereza hilo tangu Jumapili. Kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International, gereza hilo linapaswa kuwa na wafungwa elfu moja mia tano pekee, lakini lina zaidi ya wafungwa kumi na mbili elfu miongoni mwao mahabusu. Waziri wa mambo ya ndani Jacumin Shabani amethibitisha maafa na kusema uchunguzi umeanzishwa. Blessé... ibainike kwamba kulikuwa na uharibifu ikiwemo vifo, majeraha, hasa katika gereza. Kwa bahati mbaya, ofisi na eneo la sajili pia zilichomeka. Haya ni matukio ya dharura tunayoshughulikia, na yataturuhusu kuwa na taarifa ya kina kujua kilichotokea. Tutarejea mbele yenu kulielezea taifa iliyotokea. Kulingana na waziri huyo, visa vya dhuluma kama ubakaji wa wanawake pia viliripotiwa. Hata hivyo, amesema hali ya utulivu imesharejea katika gereza hilo.